Karibu mpendo wa msikilizaji katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya leo, Dominika ya tano ya Kwaresima, mwakasi mwaka wa Kanisa. Anayekuletea tafakari hii ni mimi Padre Abias Mkwetu Tadeo, misionari wa damu takatifu ya Yesu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 43 Aya kumi na sita hadi ya ishirini na moja. Bwana asema hivi: yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu, atoaye gari na farasi, jeshi la askari na uwezo, wamelala hawataondoka, wametoweka, wamezimwa mfano wa utambi. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya; sasa litachipuka. Je, yeah, hamtalijua? sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu, wateule wangu, watu wale niliyojiumbia nafsi yangu,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 nikiyachuchumilia yaliyo mbele na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na injili inatoka katika injili ya Yohane sura ya nane aya kwanza hadi ya kumi na moja. Karibu tusikilize Injili. Bwana awe nanyi, na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Ee Bwana. Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaruni na watu wote wakamwendea, naye akaketi, akawa akiwafundisha.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 ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akaenama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awo wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akaenama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia, wakashitakiwa na dhamiri zao Wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua, asimwone mtu ila yule mwanamke, akamwambia: Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, Hakuna bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa ndugu zangu, leo ni Dominika ya tano katika safari yetu ya tafakari ya siku 40 ya kipindi cha Kwaresima. Masomo yetu katika dominika ya leo yanatutafakarisha juu ya mwanzo mpya na mtazamo mpya. Tunamshukuru Mungu ambaye anatupa nafasi ya kuanza upya na kurekebisha maisha yetu ya nyuma. Tumwombe pia atujalie nguvu za kuanza upya na kudumu katika neema hiyo ya maisha mapya. Dominika ya leo pia, misalaba, picha na sanamu mbalimbali za Yesu na watakatifu ndani ya kanisa zimefunikwa. Hivyo katika dominika ya leo tunatafakari na kufafanua desturi hii ya kufunika misalaba, picha na sala mbalimbali za watakatifu. Mpendwa msikilizaji, hii ni moja ya desturi ambazo kanisa linazitumia kutuandaa, kututafakarisha juu ya kipindi tulichopo, kwamba tunaelekea katika kiini cha imani yetu, yaani mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Desturi hii ya kufunika misalaba na sanamu za watakatifu inarudi nyuma mpaka karne ya nane na ya tisa, ambapo kipindi cha Kwaresima kilifunguliwa kwa alama ya kuificha arutale kwa kutumia pazia maalum. Pazia hii ilitenganisha arutale na waamini, kama ilivyokuwa katika hekalu la Agano la Kale kutenganisha patakatifu patakatifu na sehemu nyingine waliokaa watu. Alama hiyo ya pazia ilitumika kuwaandaa watu na kuwa kama kengele iliyotumika kuwaita waamini waanze kipindi cha toba, na pazia hiyo iliondolewa siku ya mateso ya Bwana iliposomwa ile sehemu inayosema pazia la hekalu likapasuka, ambayo ni alama wazi ya kwamba sasa watu wote wamepatanishwa na Mungu. Hakuna tena sadaka za wanyama zitakazotolewa patakatifu pa patakatifu, bali sadaka ya Kristo mwenyewe. Pazia pia ilitumika kama alama ya kualika wale wote waliokuwa wametenda dhambi za hadharani kufanya toba. Hawakuruhusiwa kushiriki ibada kanisani pamoja na wengine. Toba na malipizi yao ilikamilika kwenye vigilia ya Pasaka, na hapo waliruhusiwa kurudi na kushiriki katika altare ya Bwana. Polepole desturi hiyo iliboreshwa na badala ya kutenganisha altare na waamini zikaanza kufunikwa sanamu na misalaba kama alama ya kuwakumbusha watu kuwa wapo katika kipindi maalum cha kujipatanisha na Bwana. Siku si nyingi kabla ya kifo na ufufuko wa Bwana. Kumbe, ndugu zangu tunapofunika misalaba na sanamu za watakatifu Dominika hii ya tano, tunaambiwa tumeukaribia kabisa ukombozi wetu. Tumebakiza wiki mbili tu kusherekea kiini cha imani yetu, yaani mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kipindi hiki cha majuma mawili, masomo yanatuonyesha Yesu akiwa kwenye mvutano mkali na washtaki wake hafanyi kazi na utume wake hadharani. Utukufu wake wa kimungu atauficha kwa kukubali kukamatwa, kuteswa na kuuawa na Wayahudi. Utukufu wake utadhihirika akiwa juu ya msalaba. Yesu atasema mwenyewe, yametimia, na binadamu atakiri kwa kinywa chake, akisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu hapo ndipo utukufu wa Kristo uliofunuliwa katika msalaba wake utaachwa wazi na watu watauabudu wokovu huo. Hivyo misalaba yote inafunuliwa siku hiyo ya Ijumaa Kuu baada ya ibada ya mateso ya Bwana. Na kwa kuwa ufufuko wa Kristo ni mlango wao wote waliolala mauti, kwani Mtakatifu Paulo anatuambia kuwa Kristo amefufuka katika wafu limbuko lao waliolala. Waraka kwanza mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya 20. Hivyo watakatifu wote wanashiriki pamoja na Kristo katika maisha ya ufuko na sanamu na picha zote zinafunuliwa kabla ya vijilia ya Pasaka. Pendwa msikilizaji, sasa tuanze kutafakari masomo yetu ambayo yanatuongoza katika dominika ya leo. Somo la kwanza. Somo hili linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya arobaini na tatu, aya kumi na sita hadi ya ishirini na moja. Sehemu hii ya somo inadokeza ukombozi wa Waisraeli, yaani taifa la Yuda, kutoka katika taifa jeuli la Babeli. Ujeuli wa taifa hili la Babeli ulitokana na mafanikio yake ya kiuchumi na kijeshi. Kiuchumi, Babeli ilikuwa juu sana, na pia taifa hili lilikuwa na jeshi imara. Hivyo mataifa mengine yote yaliyokuwa chini yake, ikiwemo taifa la Yuda, yakajiona wanyonge, hawakuona uwezekano wa nyunge, hawa kujikwamua na kuwa huru. Ili kuonesha kuwa ukombozi unawezekana na kuwa huru Mungu anawakumbusha matendo makuu aliyowatendea katika historia, anawakumbusha alivyowakomboa mikononi mwa Farao na jeshi lake wakati wa utumwa wa Misri. Pamoja na Misri kuwa imara zaidi kipindi kile, bado aliwakomboa na jeshi la Misri lote lilokuwa linawafuata watoto wake likafia baharini. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya 21 hadi 22. Lakini pia Mungu anawakumbusha tena tukio la kuwavusha majini katika bahari ya Shamu, ambacho hiki kilikuwa kizuizi kikuu kwa Waisraeli kukombolewa na kuianza safari ya jangwani kuelekea nchi ya ahadi. Pamoja na hayo yote, Mungu anawaalika wasibaki wanamfikiria katika historia ya vipindi vya nyuma. Wanapaswa kutazama kipindi kijacho. Hii yote ilikuwa ni njia ya kuwarudishia imani na matumaini wa Israeli walioko uhamishoni Babeli kwamba watarudi katika nchi yao na kuwa huru. Katika safari ya kuwarudisha kwao, anawaahidia msaada wa neema zake njiani. Njia hii ya kurudi inaonekana ni ngumu kiasi cha kufananishwa na jangwa. Lakini Mungu yupo nao akiwapa neema ambazo pia na viumbe wengine wanazishiriki. Fundisho kuu tunalolipata kutoka katika somo hili ni kwamba kuna uwezekano wa mabadiliko tunapoamua kushikana na Mungu. Pendwa msikilizaji, Waisraeli walienda uhamishoni Babeli kama malipizi ya dhambi walizotenda, dhambi ya kuabudu miungu wengine na kumsahau Mungu wa kweli. Hii ndio ibada ya sanamu. Lakini pia kulikuwa na dhambi ya unyonyaji wa maskini. Katika kipindi chote cha uhamishoni, walitambua na kujihisi kupungukiwa, walijiona ukiwa, na hamu ya kurudi kwa Mungu wao wa kweli. Hii inatukumbusha kuwa tunapokuwa dhambini, roho zetu zinanyong'onyea, zinatamani kukutana tena na Mungu. Huruma ya Mungu inajidhihirisha kwa roho inayotamani kukutana naye. Waisraeli wanaahidiwa neema tena kama vijito vya maji jangwani, kwa sababu walikuwa wametambua makosa yao na wameona ugumu wa kuishi mbali na neema ya Mungu katika nchi yao wenyewe. Tuendelee kumwomba Mungu aguse mioyo yetu, kwanza, itambue ukavu wake, pili iwake hamu ya kukutana naye na tatu iwe tayari kumwendea na kukutana na neema zake. Injili. Injili yetu inatoka katika Injili ya Yohane sura ya nane aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Wapendwa watoto wa Mungu, sehemu hii ya injili inaonesha mwanamke aliyefumaniwa katika dhambi ya uzinzi, uzinzi ambao unaelezwa kuwa ni kosa la uaminifu kwa mwenzi wa ndoa na kuamua kutembea na mwingine. Tunaambiwa analetwa mwanamke tu ila hatuambiwi mwanamume yuko wapi. Hatuambiwi kuwa mwanamke huyu alikuwa ameolewa. Na mume wake hatajwi wala hajitokezi. Mwanamke huyu mdhambi anapelekwa na wadhambi wenzake kwa Yesu ahukumiwe kwa dhambi yake. Lengo lao ni kumwangamiza mwanamke huyu mzinzi na muda huo huo kumshtaki Yesu kwa uamuzi wake. Wadhambi hawa wanaoshangilia mdhambi huyu kukamatwa wanaona dhambi ni ile tu inayofanywa hadharani na mtu kukamatwa. Kwa mtazamo wao, usipokamatwa wewe uko salama, na huu ndio tunaoita unafiki. Pendwa msikilizaji, Yesu anafanywa hakimu asiye huru katika maamuzi yake, maana lolote ambalo Yesu angeamua lingemgalimu. Angesema mwacheni huyu mwanamke, Yesu angetafsirika kuwa analea dhambi, haichukii na wala haichukulii katika uzito dhambi ya uzinzi aliyofanya mwanamke huyu anapingana na sheria iliyoamuru kuwa mzinzi auawe. Kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 20 aya ya kumi. Na kitabu cha ja Kumbukumbu la Torati sura ya 22 aya ya 22. Lakini pia Yesu angeamuru kuwa mwanamke auawe, angekuwa amepingana na amri yake ya upendo. Lakini pia angepingana na fundisho lake la mwanzo kuwa alikuja kuokoa na sio kuangamiza. Zaidi sana, angepingana na fundisho la manabii kuwa Mungu hafurahii kifo cha mtu mwovu, bali auache mwenendo wake mbaya apate kuishi. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, Injili ya leo inatupa mambo makuu matatu ya kutafakari na kujifunza, ili tuweze kuwa na mwanzo mpya na maisha mapya. Kwanza tunatafakari maana ya dhambi ya uzinzi aliyoifanya mwanamke. Mpendwa wa msikilizaji, wataalamu wa maandiko matakatifu wanatuambia kuwa neno uzinzi linapotajwa katika Biblia inatupatia dhana mbili tofauti kutegemeana mazingira ambako neno lenyewe linatumika. Maana ya kwanza, maana hii ya kwanza inaonyesha uzinzi kama usaliti kati ya wanandoa ambapo mmoja anashindwa kuwa mwaminifu kwa mwenzake na kumvunjia heshima mwenzi wake kwa kuamua kuingia katika mahusiano ya ndani na mwingine ambaye yupo nje ya maagano ya ndoa hiyo. Hii ni kukosa uaminifu katika ndoa. Lakini pia uzinzi unapata maana ya pili kwamba ni mwanadamu kukosa uaminifu kwa Mungu na kuanza kutumikia miungu wengine. Watu wote waliofunga agano na Mungu wameingia katika mahusiano ya pekee na Mungu, kama mme na mke. Mungu anakuwa kama mme kwao. Kumbe mara zote tulipovunja maagano ya ubatizo, yaani kumkataa shetani na fahari zake zote, na kumsadiki Mungu kama muumbaji wetu, mkombozi na mfariji tukaamini katika ushirikina, matambiko, mali ikachukua nafasi ya Mungu, tukajawa na kiburi, tukakataa tuka kusali, tukakataa kuzifuata amri zake na kutaka kujiongoza wenyewe, tumeanguka katika dhambi hiyo ya uzinzi. Hatuna tofauti na mwanamke aliyeletwa kwa Yesu. Mpendwa msikilizaji, Fundisho la pili ambalo tunalipata kutoka katika injili yetu ya leo, sisi sote ni wadhambi tunapofika mbele za Mungu. Wakati wanamsafirisha huyu mwanamke na kumpeleka kwa Yesu, mkutano mzima uliitazama dhambi ya huyu mwanamke na wote wakiona anafaa kuhukumiwa na dhambi yake ya uzinzi. Macho na mioyo yao vilielekezwa kwenye kosa la mwanamke mzinzi. Walibaki wanaiangalia dhambi moja ya mwanamke na kusahau kuona dhambi zao wenyewe. Tungeweza kusema kuwa kwa mtazamo wao dhambi ni ile tu inayotendwa hadharani. Lakini pia kati yetu tupo ambao tuna ile dhana kuwa dhambi au kosa ni pale unapokamatwa au unapojulikana. Ukweli ni kwamba kosa au dhambi inabaki kuwa dhambi hata kama imetendwa kwa uficho. Hii ni kwa sababu inaenda kugusa moja kwa moja dhamiri. Mpendo msikilizaji, pamoja na uovu wa washtaki hawa, lakini wanatupa fundisho kubwa la kujifunza kwao. Wao wanalisikia neno la Yesu, wanalibeba moyoni wanalitafakari na wanajiona ni wakosefu zaidi ya mwanamke. Kwa aibu ya dhambi zao wanaondoka, maana walimwona mwanamke mzinzi ni afadhali yeye kuliko nafsi zao. Watu hawa wanatufundisha namna ya kuchunguza dhamiri, namna ya kujiangalia pasipo kujihurumia. Neno la Yesu liliwagusa na kujiona wa dhambi mbele za Mungu. Tujiulize, ni mara ngapi tunatenga muda na kujichunguza? Watakatifu wengi walitenga muda, hasa wajioni kabla ya kulala na kujichunguza. Walichunguza dhamiri zao, ili kujua ni wapi wamefanikiwa na kumshukuru Mungu, ni wapi wameshindwa, ili waombe msamaha. Je, pamoja na kuguswa na kulisikia neno la Mungu kila mara, tunachunguza dhamiri zetu, au tunaishia kusema "Leo padre amehubiri vizuri." Wapendwa ndugu zangu, pamoja na kwamba watu hawa walitambua makosa yao na dhambi zao, hawakubaki mbele ya Kristo na kuomba kuondolewa dhambi zao, hawakukiri na kuungama uovu wao waziwazi, bali waliondoka nao. Waliye mshtaki kama mdhambi anapata ondoleo la dhambi yake na msamaha lakini wao wamebaki na hatia zao. Hapa tunajifunza kuwa kutambua dhambi haitoshi kupata ondoleo la dhambi au msamaha, bali kujishusha na kuukiri uovu wote mbele za Mungu kwa toba. Tendo hili la toba linahitaji unyenyekevu mkubwa sana unaoshinda kiburi. tutambue kuwa unyenyekevu ni fadhila ya Kristo mwenyewe kama tunavyosoma katika waraka mtume Paulo kwa Filipi sura ya pili kuanzia aya ya sita hadi ya kumi na moja, lakini kiburi ni sifa kuu ya Shetani. Ili kuwa na mwanzo mpya ni lazima kujichunguza: wapi tunafanikiwa ili tuboreshe, wapi tunashindwa ili tukili uovu huo na kupata msamaha si tu kwa Mungu lakini pia hata kwa wale tunaoishi nao. Fundisho la tatu ambalo tunalipata kutoka katika injili ya leo, tunajifunza namna ya kufanya maamuzi sahihi. Yesu anatufundisha kuwa katika hali yoyote ile, hasa tunaposikia taarifa au jumbe fulani, tusiwe wepesi kufanya maamuzi. Maamuzi ya hekima na busara yanahitaji utulivu tathimini, tafakari na uhuru wa mwili na akili. Mtu aliyelewa hana uhuru kamili wa mwili na akili. Mtu aliyekasirika hana uhuru wa mwili na akili. Mtu aliye katika hali ya furaha sana hana uhuru wa mwili na akili. Hivyo, maamuzi anayoyafanya mtu akiwa katika hali hizo yatakuwa yanasukumwa na kuongozwa na, na hisia ambayo hiyo hisia mwisho wa siku inaweza ikapelekea kufanya maamuzi ambayo siyo sahihi, lakini pia yanayogharimu maisha ya wengine. Kumbe maamuzi yanayofuata hatua hizi nne yaani utulivu, tathimini, tafakari na uhuru wa mwili na akili, yanaondoa uonevu yanakuwa sahihi kwa sababu yanahusisha akili na moyo. Pamoja na kwamba watafsiri wengine wanasema Yesu wakati anaandika chini alikuwa anaandika dhambi za wale waliomshtaki yule mwanamke kwenye mioyo yao, wengine wakisema kwamba alikuwa anaandika sheria za Mungu kwenye mioyo ya washtaki na kuona namna walivyozivunja na pamoja na tafsiri nyingine zote ambazo zinatolewa, haiondoi ukweli kuwa aliamua kwa utulivu, tathmini, tafakari na uhuru kamili, pasipo kukurupuka kwa yale tu aliyoyasikia. Mara nyingine, mpenda msikilizaji, tunagombana kwa sababu ya maneno ya kusikia na kufanya maamuzi. Familia na ndoa zinavunjika muda mwingine kwa sababu ya maneno ya kusikia tu au kufanya maamuzi ya kukurupuka. Ndoa nyingine zinavunjika kwa sababu ya maamuzi ya kukurupuka wakati wa kumchagua mchumba. Hivyo tumombe Mungu atujalie utulivu, tuwe watu wa tathmini, tuwe watu wa tafakari na tuwe watu wa uhuru wa akili na moyo Kabla ya kufanya maamuzi. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi. Mtume Paulo anatualika kutafakari uzuri wa imani yetu kwa Kristo kwamba hiyo ndiyo itakayotushikamanisha na Kristo mpaka kuifikia mbingu. Imani yetu na maisha yetu kwa Kristo ndivyo vitakavyomfanya Kristo aendelee kutushikilia. Zaidi ya hayo tutaanguka. Kama vile mtume Paulo alivyojiona kwamba bado ana safari ndefu ya kupiga na kusonga mbele, ndivyo anavyotualika nasi kutafakari juu ya maisha yetu ya ufuasi. Kamwe tusijejidai kwamba tumekwisha kamilika, bali ukamilifu wetu ni hatua ya kila siku. Dominika ya leo tuombe udumifu katika imani yetu. Tushirikishane tone la upendo ulikuwa nami Padre Abias Mkwetu Tadeo, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.